Nasikizeni, watu wa Nyeri, mimi mlinipatia kura nyinyi kwa hiari yenu. Kura yenu ndio tumetumia kutengeneza serikali hii, ni kweli ama si kweli? Kwani nyinyi mnafikiri mimi ni wazimu nikasahau, ati nikasahau mahali mlinipatia kura zenu? Mimi nataka niwaeleze ya kwamba maneno ya Nyeri katika serikali hii mtu ya kuulizwa namba one ni mimi, kwa sababu nyinyi muliniheshimu mkanipatia kura zenu. Na nitahakikisha barabara zenu lazima zijengwe, stima iwekwe, maji itengenezwe, soko ijengwe, watoto wenu wasome, kwa sababu heshima mulinipatia lazima nirudishe na heshima. Sijui kama tunaelewana, watu wa Nyeri, tunaelewana? na mtu asiwaambie ati oh, kuna njama sijui ya kubagua nani. Mimi nataka niwaambie ya kwamba hii Kenya hakuna tena siasa itaendeshwa ya ubaguzi ama chuki ama ukabila ama kutenga watu wengine. Sote tunaungana kwa pamoja, tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele, na mimi naamini Mungu atatujalia kwa sababu mpango ya kuunganisha wa Kenya ni mpango ya Mungu. Kitabu ya Mungu Mathayo 5:9 inasema, heri wapatanishi, wale wanaunganisha watu. Watu wa Nyeri tumekubaliana. Tutembea pamoja. Sasa, mimi wale walikuwa wananiuliza maswali maswali, mimi nimetembea Nyeri hii, sio siku moja, sio mwaka moja, miaka mingi. Na mimi sasa nitakuja hapa mpaka mniulize, wewe una mali mengine pa kwenda? Si ndio? Kwa sababu bado iko kazi mingi hapa. Iko kazi ya kanisa, iko kazi ya maji, iko kazi ya barabara, iko kazi ya stima, iko kazi ya shule, iko kazi ya hospitali na hiyo kazi yote, mmenipatia uwezo na hiyo kazi mimi nitafanya.